Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi naungana na wenzangu waliopongeza sana serikali juu ya kukamilisha ulipaji wa fidia katika mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga na, na kwamba mazungumzo ya awali yamekwisha kufanyika na wame, kuna makubaliano ambayo tayari kama mgawanyo wa hisa E, na muundo wa uwekezaji lakini kiwango, kiwango cha mtaji lakini na muda wa uwekezaji. Sasa mheshimiwa naibu spika, changamoto ya hapa tu ni moja kwamba waziri ametuletea blank, amesema tu maneno, hajatueleza huo mgawanyo wa hisa utakuwaje, lakini viwango vya mtaji kinachotakiwa kitakuwaje, na muundo wa uwekezaji utakuwaje, na muda wa uwekezaji utakuwaje, kwa sababu kwa mujibu wa the natural wealth and the Resources permanent sovereignty act namba 5 of 2017 na Tate Act ya mwaka 2015 zinakataza majadiliano ya asili katika miradi ya uziduaji. Kwa hiyo haya mambo yanatakiwa kuwekwa wazi, ili wote tuende kwa pamoja, hasa katika mradi mkubwa kama huu ambao tuliutegemea kwa muda mrefu katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, najaribu kuangalia mwenendo wa biashara na uwekezaji nchini tunavyoenda, taarifa ya mwaka 2022 2023 kupitia dirisha la huduma ya uwekezaji la pamoja, yani, one stop facilitation center, inaonyesha kuwa miradi 240 ilisajiliwa yenye thamani ya dola milioni 1487 1.7 sawa na shilingi trilioni 11.4. Miradi hiyo, miradi 94 ni ya wageni miradi 99, miradi 89 ilikuwa ni ya wa Watanzania na 57 ya wabia. Kwa hiyo wageni walikuwa wanaongoza katika miradi iliyo iliyowekezwa katika kipindi hicho, lakini mwaka 2023 2024 inaonyesha miradi ya uweke eh, maombi kwenye tume ya kugawa ardhi kwa ajili ya uwekezaji yalikuwa maombi mia moja tisini na moja ambao kati ya maombi hayo mia moja thelathini sawa na asilimia sitini na nane yalikuwa ni kampuni za wageni na, na, na, na, na, na, na, na maombi sitini na moja sawa na asilimia thelathini na mbili yalikuwa ni ya, ni ya, ni ya Watanzania. Kwa hiyo na hapo inaonyesha kwamba wageni wanaongoza katika ku, pewa ardhi ya uwekezaji, wanaongoza katika uwekezaji kuliko wazawa na watanzania waliopo. Lakini baadhi ya wawekezaji hapa ndani ya nchi, baadhi ya wawekezaji wa ndani wanalalamika kunyang'anywa kazi na wageni. Mfano, mfanyabiashara maarufu hapa nchini, mbunge mstaafu wa Igunga, Mheshimiwa Rostam Azizi alinukuliwa na vyombo vya habari akisema akilalamika wazao wa kunyimwa kazi nyingi na kupewa wageni, huku akionya kuwa hakuna nchi duniani iliyowahi kupata maendeleo kwa kutegemea wageni. Mheshimiwa naibu spika, wizara hii ilitegemewa iwe ni rufaa ya huzuni na mateso ya wafanyabiashara, iwe rufaa ya huzuni na mateso ya wakulima na wafugaji wa nchi hii, lakini badala yake imekuwa ni kinyume, imekuwa ni wizara ambayo imekuwa ikihararisha kuuawa kwa biashara nchini. Imekuwa ni wizara ni, ambayo imekuwa ikihalalisha kuua uwekezaji nchini, ajira na hata kodi za serikali. Ni wizara ambayo e, inabariki na, ku, na kusaidia na kuwa wakala hata wa, wa, wa, wa bidhaa za kutoka nje ya nchi kupata soko hapa nchini huku mazao na bidhaa za nchi zikiwa zinauawa bei zake kila siku, na kuruhusu mambo ambayo haruhusiwi kwa mujibu wa sheria kuingia hapa nchini. Wenzangu hapa wamezungumza. Leo tunazungumzia swala la uingizaji wa bidhaa zisizokuwa na ubora, na kamati imezungumza swala la uingizaji wa bidhaa zisizo na ubora. Ni kwa nini bidhaa zisizo na ubora ziingie nchini wakati tuna mfumo uliokamilika ndani ya nchi? Mamlaka zinazohusika na enforcement ya kuzuia bidhaa zilizokuwa na ubora ziko wapi mpaka bidhaa ziingie hapa nchini? Unazungumza mpaka nondo zinaingia nchini. Nondo zikiingia nchini ambazo hazina ubora, maanake tunaenda kujenga madaraja ambayo hayana ubora, tunaenda kujenga zahanati ambazo hazina ubora, tunaenda kujenga, kujenga vitu ambavyo havina ubora na vyenye madhara makubwa v -v. Leo kuna viwanda bubu vingapi vi vinavyotengeneza, wananchi wetu wanakunywa wanakunywa vinywaji ambavyo havina ubora kutoka kwenye viwanda hivyo, mamlaka zinazohusika zipo, wizara inayohusika ipo. Leo hii kupitia wizara hii hii waliondoa swala la, la, la kigezo cha COC kuwa kigezo cha kuingiza bidhaa nchini ku, eh, cheti hicho kuwa ni kigezo muhimu cha kuingiza bidhaa hapa nchini, ikaondolewa, hapa tukakataa. Leo bidhaa feki zimejaa kila kona kila mtu anakiri leo, kamati imekiri bidhaa zisizokuwa na ubora, una bidhaa za umeme, una vifaa vya umeme ambavyo havina ubora, wananchi wetu wanalipukiwa kule. Leo hii wananchi wanapata ajali kila leo kununua matairi ambayo hayana ubora, vifaa vya magari ambavyo havina ubora. Halafu tuna waziri ambaye anasimamia wizara hii, tuna taasisi ambazo zinasimamia wizara hii, wote wapo na wanakuja leo mbele yetu kuja kuomba pesa tena, ili wakaruhusu watu wetu waendelee kupata ajali, waendelee kupata matatizo. Mheshimiwa, mheshimiwa, mheshimiwa Spika, leo naomba, leo naomba, kama wizara hii haina uwezo wa kusimamia majukumu iliyopewa na kama labda ilianzishwa kimakosa, basi bunge hili liazimie hii wizara ifutwe kati ya wizara za serikali kwa sababu haina sababu za kuwepo. Lakini la pili, kama ni udhaifu wa watendaji, basi tukaweke hiyo historia kwa sababu hatuwezi kuwa na, na, na karoti tu kila siku, tuende na kwenye stick approach haiwezekani. Bunge hili linashiriki kupitisha leo bajeti ya watu kwenda kuwaidhinishia bilioni tisini na tatu halafu wanachoenda kufanya ni kwenda kuangusha uchumi wa nchi, wanachoenda kufanya ni kwenda kuharibu afya ya wa Watanzania, wanachoenda kufanya ni kuua kodi za Watanzania, wanachoenda kufanya ni kuua uwekezaji hapa nchini. Sasa kama, kama imeshashindikana leo, TBS wapo, FCC wapo, BRELA wapo, mifumo mingine yote ya udhibiti ipo, mbona mambo mengine tukitaka kuyadhibiti tunaweza? Tunaweza Mheshimiwa naongeza naongeza muda mpaka tutapomaliza hapa kunakuwa na changamoto gani ambayo inatufanya tushindwe kusimamia? Na kama mtu anashindwa kusimamia, sheria zinampa uwezo wa kusimamia, ameshindwa kusimamia, kuna mambo mawili: moja, ni dhaifu katika usimamizi, ni mdhaifu katika usimamizi. Lakini jambo la pili, kama sio mdhaifu kwenye usimamizi, maana yake biashara zinazofanyika za ovyo ni za kwake. Au anaubia na hawa watu ambao wanazifanya biashara hizo. Na Mheshimiwa Spika kwa jambo hili lilivyo nyeti ambalo linagusa afya za Watanzania, ambalo linagusa uchumi wa Watanzania, ambalo linagusa kodi ya Watanzania na hatuwezi kukutana hapa kila siku tena kuzungumza hayo hayo, kama sio wizara kuvunjwa, basi hii kama ni utendaji mbovu wa watu walioshindwa kusimamia waziri na watu wake Ikito, ikiwezekana. Asante mheshimiwa, naomba dakika moja tu nimalizie. Mheshimiwa Mpina, asante. Kuna wachangiaji wengine kama kumi na nane hapa.